Msajili wa vyama vya siasa amewalima barua CHADEMA. Msajili aipa wiki moja CHADEMA ijibu barua ya Mchome. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imetoa muda wa wiki moja kwa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, kiwe kimewasilisha maelezo kuhusu malalamiko ya mjumbe wa baraza kuu wa chama hicho Lembrus Mchome. Mchome aliwasilisha malalamiko kwa msajili wa vyama akilalamika kikao cha baraza kuu taifa kilichofanyika Januari 22 mwaka 2025 na kwamba kilikuwa batili kwa sababu hakikutimiza masharti ya katiba ili kuwa kikao halali. Pia, mchome alidai kikao hicho ndani ya ukumbi walikuwepo wanachama ambao sio wajumbe na baadhi ya watu hao walipiga kula kinyume na matakwa ya katiba ya chama hicho. Barua iliyosainiwa na naibu msajili wa vyama vya siasa nchini Siti Nyahoza Imekitaka Chadema kujibu barua ya Mchome kwa muda usiozidi Machi 31 mwaka 2025. Kwa mujibu wa Nyahoza, ili msajili aweze kuchukua hatua stahiki kuhusu malalamiko hayo, lazima majibu Chadema ya Chadema yawepo. Jumatatu Machi 24, 2025 alizungumzia hatua iliyofikiwa dhidi ya malalamiko ya Mchome. Nyahoza alisema tayari tumeandikia barua Chadema kuanzia leo walete maelezo. Utaratibu ni kwamba ukilalamikiwa ukapewa barua na wewe ujibu. Tumewapa wajibu hadi Machi thelathini na moja na Mchome tumempatia nakala, amesema Nyahoza. Mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Lupia alithibitisha chama hicho kupokea barua hiyo. Alisema watajibu ndani ya muda. Tumepokea barua kutoka kwa msajili na ametupatia muda wa kujibu na tutajibu kwa wakati, alisema. Anacholalamikia Mchome. Malalamiko ya Mchome kwa Chadema ni kupinga uteuzi wa viongozi wa juu na wajumbe wa kamati kuu uliofanywa na mwenyekiti wa Chadema taifa Tundulisu Januari 22 mwaka 2025, akidai umekiuka katiba ya chama hicho. Mchome katika barua yake malalamikia uteuzi wa vigogo wa chama hicho, katibu mkuu John Mnyika, Amani Golugwa naibu katibu mkuu bara, na Ali Ali Ibrahim Juma naibu katibu mkuu Zanzibar akidai waliidhinishwa bila akidi ya kikao cha baraza kuu kutimia. Katika barua ya malalamiko yake, Mchome aliwataja wajumbe wa kamati kuu walioteuliwa na kuidhinishwa na kikao hicho ni Godbless Lema, Rosi Maemba, Salma Kasanzu, Hafidhi Ali Saleha na Dr. Rugelemeza inshallah, akidai uteuzi wao ni batili. Itakumbuka kwamba Jumanne, Machi 18, 2025 ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini ilikutana katika kikao na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Jumanne, Machi 18, 2025 kilimweleza msajili wa vyama vya siasa kuhusiana na msimamo wake no reform no election, uliolenga kushinikiza mageuzi makubwa ya mifumo ya uchaguzi nchini na kwamba endapo mageuzi hayo yatafanyika, basi chama hicho, kupitia nguvu ya umma, kimejipanga kuzuia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Alizungumza na mwanahabari nje ya viunga vya ofisi vya msajili wa vyama vya siasa muda mfupi baada ya kutoka kwenye ofisi hizo. Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Mnyika, alisema viongozi wa chama hicho walilazimika kufika kwenye ofisi hizo kufuatia wito waliopokea hivi karibuni, ambapo pamoja na mambo mengine uliotaka kufika hapo ili kuelezwa wanamaanisha nini wanaposema no no reform no election. Kupitia kikao hicho kilichochukua zaidi ya saa nne, Mnyika alisema viongozi wa Chadema wameieleza ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini kuwa kauli hiyo hawajaitoa kwa bahati mbaya, kwani kwa muda mrefu nchini kumeshuhudiwa chaguzi ambazo zisizokuwa huru na haki zisizoheshimu maoni ya wananchi wanaotoa kupitia masanduku ya kura na kwamba mara zote imeelezwa na wadau mbalimbali kuwa mwarobaini wa hayo yote kufanyika kwa mageuzi ya mifumo ya uchaguzi ikiwemo kupatikana na katiba mpya ya tume huru ya uchaguzi, jambo ambalo linaonekana kupigwa chenga na watawala serikali ya CCM. Sisi Chadema tunaamini baada ya kutuita na sisi kuitikia wito wao, sasa wanapaswa kuyachukulia kwa uzito ili na wao, ofisi ya msajili wa wa vyama vya siasa wawe na mchango kama wadau wengine tuliokutana nao mchango wa kuwezesha kufanyika kwa mageuzi na mabadiliko kabla ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reform, no election. Tunaamini jambo hili linapaswa kukubalika na wadau wote, Mnyika alisema. Hata hivyo Mnyika alisema taasisi hizo mbili, Chadema na ofisa msajili wa vyama vya siasa baada ya kikao hicho anatarajia kukaa tena hivi karibuni kwa mazungumzo mengine. Lakini wakati hayo yakiendelea, chama hicho kimeendelea kusisitiza msimamo wake uko palepale na hautabadilika, na kwamba hivi karibuni wataanza kuzunguka kwenye maeneo mbalimbali ya nchini kuwaeleza wananchi kuhusiana na hilo, ikiwemo kufanya vikao vya mikutano ya hadhara. Alipoulizwa kuhusu tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC kuendesha zoezi la uandikishaji wa daftari la kudumu la mpiga kura, katibu mkuu huyo amebainisha wao kama chama walishatoa msimamo wao tangu Desemba elfu mbili na ishirini na nne walipoombwa kutoa maoni kuhusu kanuni za uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani, ambapo kupitia barua yao walioituma kwa INEC walieleza wazi kuwa hawawezi kutoa maoni kuhusu kanuni hizo pasipo kufanyika kwa marekebisho yatakayowezesha uwepo wa uchaguzi huru na haki. Kwa hiyo katika hatua hii, niwaombe tu vyombo vya habari badala ya kutuuliza kuhusu tume na yanayoendelea uandikishaji kawaulizeni Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni kwa nini tangu mwezi Desemba hadi sasa hawajajibu barua yetu tuliyowaandikia ya kupata reform. Sisi tumeshaweka msimamo bayana kwamba tunachokitaka kwa sasa ni mabadiliko ya kikatiba na kisheria kuwezesha uchaguzi huru na haki kabla hatua nyingine zozote zinazohusiana na uchaguzi na tunataka wadau wengine wote wateuliwa kwenye hili. Mnyika, katika kikao hicho, Mnyika aliambatana na naibu katibu mkuu bara Amani Golugwa, naibu katibu mkuu Zanzibar wakili Ali Ibrahimu, mjumbe wa kamati kuu na mwanasheria mkuu wa chama hicho Dr. Rugelemeza Nshala na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Lupia. Katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA amezungumzia sakata hilo la umbe CHADEMA kupeleka malalamiko yake kwenye ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini, ailima barua CHADEMA, ambapo katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika alisema, jana nikiwa njiani kuja Masasi nikapewa taarifa kwamba kwenye mitandao ya kijamii kuna kauli ya msajili wa vyama vya siasa kwamba imempa katibu mkuu wa CHADEMA wiki moja ili atoe majibu juu ya barua iliyoandikwa na mwanachama mmoja kuhusu uhalali wa kikao cha baraza kuu la chama ya tarehe 22 Januari 2025 na ikithibitisha uteuzi wa katibu mkuu wa chama manaibu katibu wakuu na wajumbe wa kuteuliwa wa kamati kuu. Mheshimiwa John Mnyika alisema katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema amezungumzia sakata hilo la wajumbe Chadema kupeleka malalamiko yake kwenye ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini uilima barua Chadema, ambapo katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika alisema, jana nikiwa njiani kuja Masasi nikapewa taarifa kwamba kwenye mitandao ya kijamii kuna kauli ya msajili wa vyama vya siasa kwamba imempa katibu mkuu wa Chadema wiki moja ili atoe majibu juu ya barua iliyoandikwa na mwanachama mmoja kuhusu uhalali wa kikao cha baraza kuu la chama ya tarehe ishirini na mbili Januari elfu mbili na ishirini na tano ikithibitisha uteuzi wa katibu mkuu wa chama manaibu katibu wakuu na wajumbe wa kuteuliwa wa kamati kuu, Mheshimiwa Johni Mnyika alisema.